Jiji la Mwanza ni jiji la pili la kibiashara hapa nchini baada ya jiji la Dar es Salaam. Kwa miaka kadhaa kumekuwa na mijadala, hoja pamoja na maoni kuhusu jiji hili la kibiashara kutokuwa na uwanja wa ndege wa kimataifa. Serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeamua kufunga mjadala huo, sasa iko katika upanuzi wa uwanja wa ndege wa Mwanza ili kuupa hadhi ya kuwa uwanja wa ndege wa kimataifa tumeweza kuongeza urefu wa runway kwa mita mia tano. Si runway tu, lakini tuna mradi wa control tower iko juu ya mlima. Kwa kweli ni control tower nzuri sana, ambapo visibility kubwa. Sasa hivi uh, air traffic controller anaweza kaona runway yote, na ukiacha hivyo, tuna mradi pia wa jengo la mizigo, ambao pia upo kwenye kipindi hichi chote cha miaka ambacho mama yuko madarakani ambapo bilioni kumi na tatu zimewekezwa na malengo ya serikali ya Rais Samia ni kwamba ifikapo mwezi wa tatu hadi wa tano mwaka huu uwanja e, wa ndege wa Mwanza e, utambulike kama International Airport of Mwanza. Na haya ndiyo manufaa ambayo yatapatikana baada ya upanuzi wa uwanja huo kukamilika. Sasa kinaweza kikapokea ndege zote kubwa hata Dreamliner, sasa hivi inaweza kutoa katika kiwanja chetu cha ndege cha Mwanza, kwa hiyo utaattracti watu wengi kuja utaatracti shughuli za kibiashara kufanyika, kwa hivyo jitihada za upanuzi zinaendelea. Na upanuzi ukishakamilika, zaidi ya watu elfu tatu wanaweza kuhudumiwa kwa wakati mmoja katika jengo la abiria. Lakini pia iko segment ya mizigo, kwa hiyo Cargo ndege za, za mizigo pia zitakuwa na fursa ya kutua hapa Mwanza. Tuna huduma za jengo liko hapa ambazo tunaweza kutunza perishable product zote, tuna cold storage room zipo, lakini hata hizi general cargo uh, tunaweza tukatunza. Hivyo tunawaalika wafanyabiashara mbalimbali wanaosafirisha nyama, samaki uh, wakaribia katika kiwanja chetu watumie, na tuna ndege sasa hivi kama Air Tanzania tunajua kabisa ina freighter ina cargo kwa hiyo na yenyewe naweza kutoa hapa na ikapeleka sehemu nyingine duniani, lakini tuna Astra ambayo ni ndege ya kago, na yenyewe inatoa huduma ya kusafirisha mizigo kutokea kiwanjani kwetu hapa Mwanza. Hivyo tunawaalika um, watanzania wote hususan wafanya biashara ambao wanasafirisha mizigo yao watumie kiwanja cha ndege cha Mwanza.